Uh, nafikiri viongozi wetu wa kisiasa barani Afrika ni wale wale tu, huwa hawawezi ama hawana uwezo wa kuweza kuiga kuona kwamba labda taifa kama taifa, taifa fulani lilikuwa na misukosuko ya aina hii na haya yaliyojiri, na yanafanana na haya ambayo yanakuja hapa kwetu, basi uh, kuweza kuepuka labda maafa na uharibifu uharibifu wa mali. Tunaweza kufanya mazungumzo haya ya kuweza kuwashirikisha wananchi, ili wasifike mahala ambapo watatumia hasira zao mahamaki yao kuweza kuharibu mali au uh, pia vyombo vya usalama vikaweza kuangamiza wale wanaoandamana nam, rais Andry Rajoelina amechukua hatua kuifuta serikali kuona kwamba huenda ikawa suluhu kwa kile waandamanaji wanachodai, lakini bado wameendelea kuandamana na kumtaka sasa ajiuzulu. Wewe ukiangalia unafikiri kwamba inawezekana kukawa uchochezi wa kisiasa kuhusiana na swala hili? Ah, nafikiri historia ni muhimu na historia ya taifa hili la Madagascar imekuwa kwamba, ah, wakati ambapo wananchi wa taifa hili huona kwamba uongozi hauwafurahishi wao, huenda katika maandamano na wakashinikiza serikali iliyoko kuweza kujiondoa mamlakani. Kumbuka um, kuna maandamano ambayo yaliweza kufanyika katika nchi hii hapo miaka miaka, miaka michache iliyopita, na kukawa na mabadiliko ya serikali. Kuna yule yule jamaa ambaye alikuwa uh, dj akachukua usukani na kuliongoza taifa lile. Basi ukiangalia uh, ama ukitazama historia ya taifa hili, ni watu ambao wakati mwingi huwa wanajua um, mahitaji yao ya kisiasa au um, haki zao za kisiasa, na wanaweza kuzifuata kabisa. Basi nafikiri hapa mwanzo ilivyo, kumbuka kwamba takriban watu kama ishirini na mbili wamesha aga dunia katika taifa hili nam. Sasa ukiangalia katika mazingira kama haya unafikiri nini kifanyike sasa ili kuweza kuokoa hali ya mambo, kabla ulivyosema hapo tayari watu ishirini na wawili wamepoteza maisha? Nafikiri jambo la maana ni rais kuweza ku uh, katika labda labda alivyo alivyovunja serikali yake, aweze kuwaweka mamlakani watu wengine upesi, ili wakajaze lile pengo, na katika kuwaweka watu hawa ashirikishe labda, uh, makundi ya upinzani. Um, makundi haya ya vijana pia wapate nafasi katika serikali hiyo na makundi mengine ya kijamii yaweze kushirikishwa katika uh, kubuni serikali hiyo.